Kwingineko ni kwamba chuo kikuu cha Taita Taveta kitaendelea kushirikiana na wachimba madini wadogo ili kufanikisha uchimbaji madini kwa njia za kisasa sawa na kuboresha sekta hiyo. Katika kongamano kuhusu madini linaloendelea kwenye kaunti hiyo, makamu chancellor wa chuo hicho Profesa Fred Barasa amesema tayari wachimba madini wamefundishwa kuhusu usalama, haswa wanapokuwa kwenye migodi na pia kutafutiwa soko la madini yao. tulikuwa tunajua kuchimba madini kizamani, lakini wakati ambapo tumekuwa kwa hii program, tukija kwa kongamano kama hili, kuna watu wanakuja wanazungumzia juu ya vile ambavyo tunaweza kuchimba madini vizuri zaidi, mbinu mpya za kuchimba madini, jinsi ambavyo zinaweza fanya kazi yetu kuwa rahisi, na pia kwamba tunakutana na watu, kuna networking kubwa, unakutana na watu kutoka mainginia unakutana na watu ambao ni wauzaji wa madini na kitu kingine unaweza pata soko. Tulichukua uh, watu wawili hapa Taveta County, tukawapeleka mpaka Ujerumani kwa mining amson uh, exhibition conference tu, ili waone vile inatendeka kule na wakikuja hapa tufanye vivyo hivyo, kupitia kwa kompyuta kupikia kwa nini tunataka kufundisha uh, watu wetu. Kwa hivyo tuko karibu sana, tunafanya na county government, tunafanya na artisanal mining society, tunaenda penye wako na tunawasaidia eh,